Maeneo ya Kuria ya Mashariki na Magharibi katika kaunti ya Migori na Transmara kaunti ya Narok yameathirika mno na tamaduni potovu ya wizi wa mifugo na umiliki wa silaha eh, kinyume cha sheria. Juma lililopita, tuliangazia matumizi ya tambiko kwa washukiwa wakiwa uchi ili kuwakomesha, lakini kama anavyoarifu mwanahabari wetu Lofti Matambo, wakazi wamekuja kugundua kwamba si tambiko pekee itakayowasaidia sasa wameamua kushirikiana na kikosi maalum cha polisi wa utawala cha kupambana na wizi wa mifugo maarufu Administration Police Specialized Stock Prevention Unit, ili kukomesha vitendo hivyo. Tazama jinsi msimamizi wa kikosi hicho anavyoitumia rununu yake kumaliza wizi wa mifugo. siku hii kikosi hiki maalum kimefanikiwa kuwanasa ng'ombe hawa kumi na kondoo mmoja, ng'ombe waliokuwa wameibwa na jamii mmoja inayozozana na nyingine. Kikosi hiki kilichobuniwa yapata miaka mitatu iliyopita kilianza na kujenga zizi hili kwa minajili ya kuwahifadhi mifugo walioibwa punde wawapatapo. Wakazi hapa wamekibandika jina la utani Nyamahora, kumaanisha sufuria kutokana na umbo la kofia spesheli wavaliazo maafisa husika. Kunaye binti mmoja ambaye hajali kukabiliana na mabahili wezi wa mifugo walio na silaha hatari ijapo haramu kutoka eneo hili la Kuria Mashariki na Magharibi. Kabla kubuniwa kikosi hicho, hali inasemekana haikuwa ya kutamanika. Wizi ya ng'ombe iko juu sana ia, kwa sababu eh, nyama iko chini na pucha ndio mingi kuliko maduka. Hata hivyo, hili la kubuniwa kwa kikosi hiki maalum cha polisi wa utawala wa pambani na wizi wa mifugo liliafikiwa baada ya wazee kusisitiza kwamba tambiko ya kuwavua nguo washukiwa ingesaidia, lakini mbinu hiyo haikufua dafu asilani. Nilienda kanisani makanisa tofauti tofauti, nikaongea na na waumini juu ya amani. Sana sana nilikuwa naongea na, na wakinamama kwa sababu hao ndio wakati ya vita. Na ziada, afisa wa usalama asimamiaye kitengo hiki cha APSSPU aliamua kusahau cheo chake na kujileta karibu na raia. Nilitumia wakina mama na wasee pia hapa namba yangu ya simu ili wakipata jambo lolote wananipigia simu. Changamoto hata hivyo hazikukosa kuiandama hatua hii. Kwa mfano, agizo hili la mahakama walilipata baada ya kuwateka mifugo takriban elfu mbili walioshukiwa kuibwa na jamii fulani. Na baada ya kuwarudisha kwa lamishi, mahakama yakaamuru kwamba ng'ombe hao wabaki na maafisa kituoni, kisha baadaye wakarudishwa kwa walioshukiwa kuwaiba, huku vikosi vyote vikiapa kukaza kamba hata zaidi katika vita hivyo. Sababu na zikiko wengine wanajifanya wakubwa sana, hata bunduki weshukuliwa. Nani mimi nitachukua get out from me, nitaanza hapa. Nimeona karibu sita viongozi sita Ngalisu, si hapa tu Migori ambapo juhudi kama hizi zinaweza kuleta mabadiliko, lakini pia kaunti zote zikumbwazo na matatizo ya wizi wa mifugo unaoambatana na tamaduni zilizopitwa na wakati ziamke ili kusitisha vitendo hivyo hatari kwa maendeleo. Loft Matambo, KTN, leo weekendi.